Mwanzo ki, maneno, kwa mwanzo nimekuwa nikizungumza kuhusiana na dabi. Sio kufunganya maneno nimesema siku zote kwamba dabi ipo. Yanga watacheza. Haya mambo ni mambo ya hadithi. Sababu hata ukiangalia kama umefuatilia vizuri umegundua Yanga wanadai. Sababu kila siku wana madai mapya. Toka wameanza madai yao yale, yalikuwa ya msingi, mpaka wanachokidai sasa hivi ni kitu ambacho hakikwepo kwenye madai yao. Imefikia eh, klabu sasa inasema fulani ajiuzuri, sisi tucheze. Yaani eti timu ikitaka kwenda uwanjani wao kina fulani wajiuzuru, na kama ingekuwa ni hivyo, basi kwa makosa mengi ya yange ingewezekana pia yametokea kwenye mechi zao ndo wao wangepaswa kujiuzuru. Lakini mimi ninachokijua hizi zilikuwa ni, ni hadithi. Na nakumbuka wakati fulani aa, maingizo yatakwisha na dabi itachezwa. Taarifa mi nilizonazo za chini chini ni kwamba mechi itasogeza. Sasa sijui eh, kwa nini itasogezwa? Labda tutaambiwa hapo, lakini taarifa zilizopo nyingine asema kuna watu wa kwamba wako tayari kucheza, lakini wanaomba isogezwe, wako tayari kucheza. Sasa sijui.